Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ndugu yenu Khamisi Abbasi Mtupa, sheikh wa mkoa wa Pwani. Nipo wilayani Kisarawe katika jengo la Masjidu al-Islamia. Msikiti mkubwa kabisa unaoendelea kujengwa ndani ya wilaya ya Kisarawe katika Masjidu al-Islamia, nalo ni jengo la ghorofa ambalo litakuwa ni jengo kubwa kabisa na msikiti mkubwa kabisa katika wilaya hii ya Kisarawe lengo kubwa kabisa ni kuwahamasisha wadau wote na wapenda kheri wote, harambee kubwa kabisa inayotarajiwa kufanyika siku ya tarehe 28 mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na sita katika viwanja vya ujenzi wa masjidu alislamia hapa hapa Kisarawe, kuanzia saa mbili asubuhi hadi ya dhuhuri mchana. Tunawahamasisha wadau wote waislamu na majirani zetu viongozi mbalimbali wa chama na serikali kuhudhuria katika kufanikisha upatikanaji wa milioni mia moja kwa ajili ya kufunika slab ya kwanza kati ya hizo milioni mia moja tayari waumini wameshachangia hadi leo hii milioni arobaini na nane kwa ilivyo tuna nakisi ya milioni hamsini na mbili basi mimi na wewe ni sehemu ya ukamilishaji wa milioni hamsini na mbili Tukutane siku hiyo ya tarehe 28 mwezi wa pili 2026. Mgeni rasmi si mwingine ni yule mwenye jimbo lake Alhaji Aduktur Suleiman bin Saidi mwana wa Jafo, ndiyo ambaye atakayetusimamia harambee ya kufanikisha upatikanaji wa milioni 52 ili kupata milioni 100 zitakazofanikisha slab ya kwanza ya ujenzi huu wa Masjid Islamia, msikiti wa ghorofa. Namba na za kuchangia ni hizo ambazo zinazoendelea kupita chini ya matangazo haya. Basi tunawatakia kila laheri, na wadau wote tunawaalika, bila kutaja vyao vyao, kwa nafasi zao zote alizowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaomba michango yenu ili kufanikisha